Uh, bado tunakuletea uh, mambo mbalimbali mbali ambayo yanafanywa na viongozi wetu, lakini leo, kama tulivyokuambia, tuko kata ya Ngabobo. Uh, hii ni uh, I mean, ni, ni kata uh, mm-hmm, ya Ngabobo lakini pia ni wilaya ya Meru. Okay, tuko ya Meru. Uh, na tuna mengi mazuri ambayo bado tunayazungumzia hapa lakini kubwa tu zaidi uh, ni tuko katika shule hii ya pamoja Ngabobo kwa ajili ya uh, event hii ya wanafunzi kupewa elimu uh, na wazazi wao. Yaani wazazi na wanafunzi wanapewa elimu na wageni mbalimbali mbali. Na miongoni mwa mgeni mwingine ambaye basi yuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wazazi wa kike pamoja na wanafunzi hususan wa wa wa kike ni diwani wa uh, ni diwani wa viti maalum uh, wa tarafa ya Kingori ana najulikana kama Biroza, Meleji Liza, na ana mengi ya kuzungumza nasi. Kwanza kabisa ni binti bado mrembo lakini, pia tunataka tujue ilikuwaje akaingia kwenye mambo ya siasa e, na paka hapo alipofikia, aanze kwanza kwa kutu inspire kwa sababu tunatamani tusikie mengi kutoka kwake ukizingatia na yeye ni wa huku huku eh, paka amefikia hapo, imekuwaje? Karibu sana sana, asante Jeni. Karibuni Ngabubu, asante sana, karibu sana. Tunaomba ujitambulishe vizuri jina lako Majina naitwa Rosa Meleji Liza, ni mzaliwa wa Ngabobo, lakini ni diwani wa viti maalum tarafa yake Ngowek. Okay. Uh, unazungumziaje kwanza event ambayo imeandaliwa hapa Nga, pamoja Ngabobo sekondari na wewe ukiwa kama mgeni mwalikwa ambaye ni miongoni mwa wasemaji kwa wanafunzi pamoja na wazazi wa kike sawa je? Ninashukuru, ni swali zuri. Event ya leo ni iventi moja nzuri sana, itakuwa nzuri sana kwa sababu tunaamini itakuwa na tija kubwa kwa watoto wetu wa kike pamoja na watoto wa kiume, lakini pia sio kwa watoto wanafunzi tu, ila pia kwa wazazi, kwa sababu tunaamini ya kwamba mwalimu wa kwanza ni mzazi, tena mzazi wa kike au mama, kwa sababu yuko karibu na mtoto wakati wote. mm -hmm. Asante. Wewe kama binti uh, kama mama pia dada mpaka uh, umefikia hapo na ni mzaliwa huku huku, lakini pia naamini kuna changamoto nyingi ambazo umekutana nazo ukazikwepa na ukapata elimu mpaka ukafikia kwenye ngazi hii ambayo umefikia, na naamini mbeleni utaendelea kuwa juu zaidi. Uh, una hebu tuambie kidogo historia uh, yako kidogo mpaka hapo ulipofikia kwa ajili ya kuinspire pia watoto wa kike. Yeah, mi historia yangu kwanza, natoka katika familia ya kawaida kabisa. Nimezaliwa papa kata ya Ngabobo, lakini kuhusu swala la elimu, kwanza nimefika chuo kikuu, nina degree moja ya Public Relations and Marketing. Nashukuru Mungu kwa sababu ni kwa uwezo wa Mungu na pia kwa juhudi za wazazi wangu, kwa sababu mzazi baba, kama baba, hakusita kunilipia ada kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu lakini pia mama alikuwa na mimi bega kwa bega kunifundisha yale yaliyo mazuri, kunirudisha pale ambapo naenda pabaya na kunisaidia ili kuweza kushinda changamoto. Lakini pamoja na jitihada za wazazi na jamii kwa ujumla, na mimi pia nilikuwa natoa ushirikiano, ninafanya bidii kwenye masomo, na pia nilikuwa natamani niende mbele siku moja niwe wa tofauti au nitoke katika maisha ya kijijini ambao wamama wakati mwingi wanateseka niwe katika sehemu nyingine au mahala pazuri ambapo naweza nikawa inspire watu wengine mm. nao wakatamani kufika, hasa watoto wa kike mm -hmm. Okay, kwa siku ya leo uh, unadhani utaongeza nini kwa watoto wa kike kupitia elimu ambayo utaenda kutoa watoto wa kike pamoja na wazazi wa kike? utaongeza nini hususan ni kwenye jamii yako, lakini pia uh, katika shule hii ya Pamoja Ngabogo? naamini nitaongeza kitu kikubwa sana, kwanza nitakuwa role model wa wale watoto kwamba kama mimi nimeweza kufika mpaka chuo kikuu hata wao pia wanaweza, lakini pia hata kwa wale wazazi kwamba hawatakata tamaa kusomesha mtoto wa kike, watakuwa na moyo zaidi wa kusomesha kwamba wanaona kwamba mtoto wa kike ana uwezo wa kufika mpaka mwisho wa elimu aliyokuwa anatamani kufika, lakini vilevile, mtoto wa kike ana uwezo wa kusimama akafanya kazi yeyote ambayo mwanaume anaweza akafanya lakini vile vile, mtoto wa kike pia atajiamini kwamba ana uwezo wa kuwa kiongozi, tena kiongozi mkubwa tu kwenye jamii na akawa kiongozi mkubwa kwenye jamii. Lakini vile vile kwa sababu sio mara ya kwanza mimi kuja kuwafundisha wao watoto au kuongea nao, nilishaongea nao kuhusiana na swala la mimba, na ninashukuru Mungu, sasa ni takribani mwaka mmoja hakuna mtoto tena aliyepata mimba. Lakini kabla ya hapo ilikuwa kila likizo watoto wakienda shule wakirudi wakipimwa kuna mtoto mmoja au wawili wana mimba mm -hmm. lakini kwanzia nimeongea nao namna ya kujitambua kwa mtoto wa kike na umuhimu wa elimu na namna ya kuepuka vishawishi vilivyokuwa vinawarudisha nyuma mm -hmm. watu imewasaidia sana na mpaka wamefika hapa walipo hakuna mtoto aliyepatikana na mimba. Sasa naamini tukienda tena kuongea na watoto na tukaongea na wazazi wao hasa wamama, italeta tija kubwa zaidi na italeta mafanikio makubwa sana katika kata yetu, katika wilaya na katika taifa kwa ujumla. Okay. Okay, una una- unawaambia nini walimu wa mfano wa uh, mwalimu mkuu wa hapa ambaye ndo mwandaji wa uh, tukio hili, na unawaambiaje walimu wengine, lakini pia unawaambiaje jamii kwa ujumla eh, njia gani nyingine waendelee kuzitumia kwa ajili ya kumpa elimu mtoto um, wa kike, lakini pia hata watoto wa kiume, ili waweze kusoma ili kuweza kutimiza ndoto zao? Kwanza kabisa nampongeza mwalimu mkuu wa shule hii pamoja na walimu wenzake kwa sababu wamekuwa mstari wa mbele kwa kutoa sio elimu tu, lakini sio elimu ya darasani tu, lakini elimu ya maisha, elimu ya jamii kwa watoto wamekuwa